Kusema kweli, kuna viongozi ambao wanaenda kupata siasa yao ikiwa ngumu sana sababu kuna wale wanasiasa ambao walikuwa wamefanya kwamba siasa yao kanisa yao ni Raila Odinga na sio Raila Odinga, kwa yale ambayo Raila Odinga alikuwa anasimamia, it was not for the ideals of Raila Odinga but Raila Odinga the person, so wale watu ambao walikuwa wameweka siasa yao around just Raila Odinga the person. Kwamba hawakuamini vitu ambavyo alikuwa anafanya hawakuamini E sana kazi yake lakini walitaka kumtumia kama uh, mahali pa kupanda tu ili ufike mahali unataka. Watu wao sio sawa waenda kwa ngumu sana kwa sababu mm -hmm. Sasa hakuna mahali ambapo watakuja kuambia wananchi kwamba ameshikwa mkono. Babu wananchi wa Kenya walimpenda Raila sana mpaka ilikuwa inafika mahali kwamba akionekana ni kana kwamba yeye amesema huyu kiongozi anaweza. Mwananchi anaacha kuinterrogate, anasema kwamba basi ni hivyo kabisa. Kuna wakati ambapo wananchi pia walisema kwamba baba amewasomea katiba kwa hivyo baba alikuwa na that amount of influence. Kwa hivyo wale viongozi wa na aina hiyo trust me, wao wa wanaenda ku, kutokomea mbali, na hiyo ni benefit kubwa sana kwa mwananchi, kwa sababu we cannot carry a baggage of some people and they have kept ruining the country na yeye anakuwa tu pale and there is no development but it's just because kwamba yeye ameegemea lile koti la Raila Odinga.